Pendo, bimam, Mbado, mefanya, Maria, Nazareti. Pendwa wafamilia, huu umeanza vyema kwa maandamano, ukiashiria ni lile tendo zito na la pekee ambayo mlifanya Bikira Maria kutoka Nazareti kwenda katika nchi ya milimani maandamano yetu hilo kuleta amani kuleta upendo na kuonyesha ukarimu, jirani mwema na wenyima upengea misani, tukapokelewa na tukaziweka mbele ya Mwenyezi Mungu nia zetu, matamanio yetu, makusudio yetu katika siku hii adimati sisi sote lakini na kwa wale ambao hawako tunaoendelea wa maana kazi na kuchukia ya neno ambayo na yenyewe imetuingiza kuelewa thamani kubwa na umuhimu wa upendo wetu sisi kwa sisi, lakini na kumpenda Mungu kuliko vitu vingine vyovyote. Katika somo letu hili tunalosikia la kwanza Paulo anawaandikia barua nzuri na yapikii ya kupendeza Warumi. Ana anajivi kati ya changamoto ambazo Warumi wanazipitia, hakika kuwa Paulo kupata nafasi ya kurudi tena kuitembelea Rumi baada ya kuwapa mafundisho imani batiza na kuwaachia jumuiya ndogo wa Mungu, hakuwa na nafasi hiyo kutokana na muda wake, lakini na uhitaji wa sehemu zingine, ambazo kwa hakika walihitaji sana kupata imani, neno la Mungu iingie. Na ndiyo maana Paulo akitambua kuulizia hali inayoendelea majibu anayopewa kati ya mengi ndiyo somo hili tunalolisikia leo kwa changamoto alikuwa nayo waumi alikuwa na changamoto ya munafu uliwatawala sana sasa paulo anaandika barua na anawaambia kuwa pendo lenu lisiwe na kuwa jema, chukieni kila lililo baya, chukieni wote kila lililo jema. Basi nipendeni wote, na hilo mlibebe na mlihubiri. Watembeleeni watu wenye shida na mahangaiko, muwafariji, lakini wakaribisheni wageni, wapeni wagene wapilikile ambavyo mnavyo ninyi, mleni pamoja nao. huu

kuo kiimani na kuendelea kufanya matendo haya ya kiimani, lakini pia wana Rita wa Kasha wote na wageni wote ambao tumealikwa katika siku hii, itukie nafi kwa sababu kazabakil katika nyakati zetu, pia unafiki uko unatawala, unaenda watu wa dumila kuwili wei leo akija hiki huku anasema kingine, hiyo sio alama inayomtambulisha Mkatoliki, hiyo sio alama ambayo katoliki anapaswa kulibeba. Nomila kuili haufai katika maisha, maisha ya imani uchukie, na lililo jema unipende, lihubiri kuliishi katika maisha ya baya nikatae, na sio tu sisi lakini tuwasaidie wengine pia. Nikatae mbaya, kwa sababu madhara yake ni makubwa, na wala usibaki kusema shauri la ni shauri letu sisi. Pena anaakashai na wajibu mkubwa na wapekee kuendelea kuhubiri Kristo, Kristo ambaye istaiuliu upendo Yesu, aliyekaa na wahitaji kwenye shida mbalimbali. Ndivyo ambavyo hata ninyi mnaalikwa, kwa kutimiza wajibu wa msingi ambayo pia mtakatifu Rita wa Kasha, ambao sisi tunakuata nyayo zake, aliwapenda wana, aliwakaribisha wageni, na aliwakaribisha hata kufika hatua ya kusali. Wakati mwingine na ratiba yako ya kusali lakini e, kwa sababu amekutembelea mgeni unaacha kusali, eti kwa ajili ya kumentertain mgeni, kumfariji mgeni, kukaa e, e, na mgeni. Iko saa, ingekuwa jambo jema na rafikiye, kwa mgeni kumwambia kuwa familia yetu sasa imefika wakati wa kusali, na wewe tunakukaribisha msali pamoja na familia yetu Toke pale mwende kasara, ukirudi unaendelea. Wageni tuwapende wakaribishe na tushiriki nao kile ambacho tunacho kwa wakati huu, lakini pia katika Injili tumesikia leo ni siku ambayo ya pekee kila Maria alipopashwa habari ya kuwa atapata mimba na kumzaa mana Aliona aliona kuwa furaha ile isibaki baki peke yake lakini ya peke liyo, kwa na nguvu ya pekee ambayo nguvu hiyo alitambua wazi kuwa binamu yake Elizabeti alikuwa tayari na ujauzito wa miezi sita wakati yeye akiwa ndiyo amepewa habari akitambua

kutokana na ugonjwa wa viongozi wao hawakuingia katika vita, hawakupendana, hawakuelewana, hawakuthaminiana. Hapo kaskazini kulikuwa kuna Samaria na hivyo. Lakini huyu Bikira Maria alikuwa sehemu Nazareti, ilikuwa upande wa dola ya kaskazini. Kwa hiyo anatoka kaskazini anakuja kusini ambapo alikuwepo Elizabeti kule Yuda, naanaenda kwa ajili ya kufanya tendo hilo jema kwa sababu ni tendo la kiimani, la kimungu, la mapendo na ukaribu kwa jirani, alilete shida yoyote katika mahangaiko ya kisiasa zilizotokea nayakizili na, na badala yake linaleta amani na upendo. Ikila Maria anamsaidia Elizabeti mpaka wakati wa kuuvungua kwake na baadaye kwa kwa kwa na, na yeye anarudi kule nazaretkawala hasai hmm. Anatufundisha nini? Nigila Maria, mapendo kwa jirani, ndo hayo ambayo limesemwa katika waraka wake Paulo kwa Warumi tuliosikia. Na sisi tunaalikwa kwabibi, wapende jirani zetu, wasaidie jirani zetu, kama Bwana anasema, tulie na wanaolia, tucheke wanaocheka. Sio watu wanacheka we unalia, watu wanalia wewe unacheka. Huo ndio una, una ambao Paulo anakemea katika somo letu la kwanza. Elizabeti anapokuta, anapokutana na Maria anashangaa, lakini vile viumbe vilivyokuweka ni amani ilikuwa ni furaha ya ulimwengu mzima, kuwa ahadi ambayo Mungu amewaahidia mababu enzi na enzi, sasa inakwenda kutimia inakwenda kukamilika. Na hii ndiyo ilikuwa habari njema ya kwanza kubwa na ya pekee kwa Elizabeti, kwa Maria kutembelea Elizabeti na kukaa naye na kumsaidia mpaka wakati wa kujifungua, naye akarudi kwake kuendelea na majukumu yake, kumwomba Mungu siku zote, yaliyo upendo kwa jirani, sisi wenyewe, upendo kwetu sisi wenyewe, lakini wa uongokas hatujalie kuheshimu na kuthamini viumbe ambavyo Mungu ametupatia kama zawadi, vilivyo ndani ya matundo yetu, katika nyakati zetu, dhambi ya kuwa kwa njia ya Inaonekana kuzoeleka sana na kusababisha mtu hata kuwa dhamiri asiumie kuwa ametenda jambo la pekee, analiacha jinsi ilivyo, anaona ni kitu cha kawaida. Si sawa na si kweli, si imani na si upendo, ukitoa kitu ambacho mungu amekupa kama zawadi. Tuendelee kusali ya kupokea zawadi ya Mwenyezi Mungu, wawe tayari kufunza na kulea kama alivyofanya Elizabeti na Bikira Maria mpaka mwisho akinitusani. Mungu atuhurumie na atusamehe katika hilo. Ni wajibu wetu kusali na kuomba dhambi na mtindo huu uovu wa mtindo huu au kubariki hii kanisa lakini hata kijamii. Kwa tupambane na hii. Uwa, vita hii kubwa ambayo vita ya siri lakini ni vita ambayo vinakuwa jeshi kubwa la Mungu ambalo liko hapa duniani.

k katika kutimiza wajibu wenu kwa sabu, unyenyekevu utawapa nguvu, utawapa amani na utawapa furaha. Lakini unyenyekevu utawapatia tunda kubwa la upendo na kumjua yeye ambaye namnakuta ili muweze kuisha mbeneni, kuona kuwa sara na matendo yenu mema yanakuwa ni dira kwa waamini wengine hutiwa na kupenda kujiunga na chama amdagatia wazi kabisa. Tukionyesha mfano mbaya na usio mzuri, watu watasema hawana haja ya kujiunga na chama hiki. Utume huu mzuri nawakateni, lakini tukionyesha kwa matendo kweli, tukiwajibika kweli, wote sadaka kubwa na matoleo mengi na ya pekee yanayofanyika, lakini ukitoa kwa moyo na kwa upendo mkubwa, Mungu anabariki sadaka hiyo na matoleo yako na kukusaidia katika mambo matangao. Tuendelee kujibilia na kuomba Rita wa Kasha, wakati wote atuombee kwa Mungu na sisi tuwe watiifu na wanyenyekevu wa kufuata nyayo zake kwa upendo mkubwa.